Oni bado bani bado, nataka niweke mjengo, hata mtu akitoka kula mjengo wa Kinde. Mpaka hapo umejitahidi. Sasa hmm, Madam Tari nyumbani, kula sema, yule mjengo wa Kinde. Mpaka umejitahidi. Sasa Madam Tari ameshakuja kukuona nyumbani. Nilikuwa naomba niwahi kwenye mchezo. Maana sina muda mwingi sana. Uh, no, kitu kimoja. Ile pesa ambayo nimekupatia pale, ile utafanya, hmm. matumizi yako mengine Sawa, nashukuru. Pesa ya mchezo ndio kupatia. Alafu bibi, nimekumbuka hivi. Yule mwanamke ambaye ulikuwa unamzungumzia kwamba mbaya, mweusi, sio mjuzi wa mambo, ndio huyu? Bila shaka, wewe umemwona. Nilikuwa sijafanikiwa kumwona, mpaka amecheka, ndio nimemwona, yeah

Unajua nini, Kinde, yaani ndio mwanaume ambaye nanifaa kuliko huyo kutakutana naye mpaka cheki. Sasa <laughs> hiyo ndio utaenda kulipa huko kwenye mchezo. Ile nyingine utafanya kama matumizi. Sawa sawa. Ah, sawa. Nampenda, nampenda pia.

Kweli blaza, lakini sasa mi na shida ndugu yangu. Najua kwa sababu mi rafiki yako navyoongea na wewe hapa, ndugu yangu, mimi sina pa kwenda kabisa na sielewi nitaenda wapi. Kila sehemu nayotegemea kupata msaada imekuwa changamoto. Yaani blaza, amenitimua mchana peupe, yaani amenifukuza ya kabisa kama ungwa amenifukuza. Yaani mi sijui hapa naenda wapi hata sielewi ndugu yangu. Mi nilipotoka huko nikasema moja kwa moja nikija kwako naweza nikapata msaada. Nilijua tu, nilijua kama katako ana tabia mbaya, katako tabia yake si nzuri. Wewe ni ndugu yake, wadau kabisa, hapa nakufanyia vitu vya kinyama kama namna hii. Ndo maana mimi ni ndugu yangu, pombe familia yangu, pombe na kila kitu changu, nimejihusisha na pombe kwa sababu najua hata ukija kumwangalia kakaako

kuhusu chakula sio mbaya. Asubuhi ni acha chapati ndani na mchizi wa supu kwenye bafundu aiyo, kipikanayo utajisevia hapa, ndugu yangu takome sik mwingi mwingi na hapo tokome, mpiga chura teke hapa nikwasilewi sema, fresh mwanangu, ele nikusaidie beki, nasema wendo mwanangu, wendo mchizi wangu, roho yangu Familia yangu damu yangu, kwenye ratu pote tunacheka kama wenda wazimu mwanangu. Ni mlevi ila roho safi, ukinisikia naumia unakaza. Hata ukiwa hoi, unarewa mpaka unajisahau, lakini ujawahi ni

Dawa no, dinisi kulikimbia lenikulipa ah, ifi mashaka kama kawaida. Safi ndugu yangu, naona na, uko kwenye harakati na, na, na, na, na za kutafuta maisha. Bwana mganga, nilikuja kwa na shida na shida yangu kubwa vinuwa nikifanya kazi, ila sioni. Asa leo nimetoka kufanya kazi pale ya kujenga, nikapata laki moja ile kufika nyumbani nataka ilipie kodi kwa mwenye nyumba siuni na hii ukicheki, ukicheki sio kazi ya kwanza na imekuwa kama mfululizo sasa hivi. Sasa sielewi, au ndo maana nikasema nije kwako mganga ulisaidie umu. Asubuhi nilipokuwa naingia kazini nilikuwa na shilingi ya elfu mbili na ile elfu mbili nikasema nikitoka kazini nipate nikanuue mchele kule nipeleke nyumbani kulisha familia. Sasa ile nalo kuchanganya na ile ile yote opata pale kazini zote haziko. Unaona kabisa mimi mganga kabisa amna hata mimi. Sawa, nimekuelewa, ombi lako nimelisikia, nitakusaidia. Nitakupa dawa uweke kwenye pochi yako kama kuna mtu anakuchezea mchezo mchafu kama kuna mtu anakuchukulia pesa zako kwa njia ya chuma ulete, atashindwa mwenyewe. sawa eh? Ah, na kwa hilo mganga, nitashukuru sana ila, kuna kitu kingine nilikuwa naomba ulipe dawa ya mbuto na kisa hivi. Ukicheki mafundi tumekuwa wengi sana, na hata kazi nazo zimekuwa adimu sana kupata. Nilikuwa naomba ulipe dawa ili likitokea tu dili kwa kwanza kupata niwe mimi. Aha, Unataka dawa ya mvuto hizo dawa, mimi humu nimeishiwa. Inabidi utafute pesa kidogo, tukazinunue dukani, sawa? Tafuta hapo, kuna dawa tatu, inabidi uzipate kwa haraka sana, ili jambo lako ukitaka litimie au ufanikiwe, uzipate hizo dawa bwana. Mashaka bwana, samahani sana ndugu yangu, naomba nisamehe sana. Lakini tu cha kukwambia ndugu yangu naomba nivumilie kwa sababu mimi kwa wakati huu napitia hali ngumu sana. Yaani kwa wakati huu napitia maisha magumu mno. Hapo apoona pale nyumbani tayari ishatimuliwa. Pale mimi nyumbani pale mimi nishahama pale. Kwa hiyo naomba tu nikutie vutie gap mwanangu, siku mbili tatu hivi nini? Deni lako lote mimi nalikia. Mimi namaliza kabisa. Kwa staili hii ukinoa unajificha vile. Alafu talipa deni langu. Ah. Mashaka hii, Kama nilivyokuambia, Mimi mambo yakiwa sawa naweza nikakulipa hela yako ndugu yangu. Kwa nini nikudhulumu wewe hela yako? Eh? Yaani hapa ni hapo unavyoniona ndugu yangu. Mimi toka niamke sijakula chochote hiki. Sijaingiza chochote mdomoni. Kwa hiyo hapa nazunguka na, na, na zunguka natafuta tafuta japo atakaye kazi kisaidia saidia saidi, fundi nini? Ili nipate chochote kitu Eh, kinisaidie ndugu yangu. Mimi hapa nakwambia, mimi na na, napitia wakati mgumu ndugu yangu, eh, natafuta kazi hapo unaponiona, sina chochote, hata kama utanisaa hapa, mfuko sina chochote. Wewe hapa cha kufanya nivumilie tu, eh, kama kama wiki ijayo hivi kwenye tarehe tarehe ngapi hivi. Shida nyinyi wa Bongo, ukiwa mna shida ikoro nyuma, ila mkize ile shida zenu tu mnapotea mitini. Kama hapa sasa zimeonda ula mimi wajificha ndugu yangu. Huo si uungwana. Mimi ndakupa kazi kwa kuwa na kusaidia kwa hilo, hapo gomsi ndio ofisi yangu, basi blari ufanye wewe, maana pale napajua. Anafanya kazi napajua. Basi kesho asubuhi unitafute uje pale nyumbani kwangu. Kukaa chini tuongee, ila kwa masharti nakudai na 30, leo liko pale pale, utakuja kulipa baadaye ha. Ndugu yangu, hapo utakuwa umempiga chura teke eh, hapo utakuwa umeucheza, hapo utakuwa umenisaidia sana, ndugu yangu. Mimi mimi kwa kwa stage hii tuliofikia, ndugu yangu mimi naona umenisaidia sana eh, wewe hata kama utanikata mshahara, hata kama nikifanya kazi hata miezi miwili nini Misiu fresh tu mradi mi nipate kula kindujangu, mimi mwanangu apo na kitoto. Sawa, lakini sasa sikia, aata ndugu yangu, nisaidia mimi, sielewi ndugu yangu mimi sielewi hata jelo nini kapate maandazi ndugu yangu bwana, ah, Monde. Sawa, haina shida, nasema wendo mwanangu, wendo mchizi wangu, shika bwana, 2000 hiyo kupie, ndugu yangu, familia yangu. Shukrani bwana Mungu akusaidie. Sawa bwana, kesho bwana, kesho asubuhi wamashaka wakika, mwanangu, mimi asubuhi tunatimba bwana.

Charlie, sisi wangu. Ah, mtoto mimi ni mgeni maeneo haya sasa, nimetembea na jua hili kiu cha maji kinanibana, nilikuwa naomba unielekeze sehemu ambako wanauza maji ya baridi mazuri, ili nipate kufuza koo. Ah, toto. Tena koma, ukija mji wa watu, siku nyingine salimia kwanza, uuliza wenzako, mji wote huwa ananijua, sijui unanielewa eh? Mtoto, una kadi yako ya kliniki labda? Tena ukome, sijui umenielewa eh?